Rai hiyo imetolewa na mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa na mbunge wa jimbo la Chumbuni wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Usi Salm Kondeza, wakati alipokuwa akizungumza na maafisa elimu pamoja na viongozi wa shule sekondari ya Coastal High School baada ya kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya shule hiyo. Elimu, nyinyi wenyewe ni mashahidi Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan jinsi gani ameiweza kuishughulikia, la mwanzo kuhakikisha anajenga mashule kila kata na kila wilaya na mikoa, na vyuo vingi vya amali vimekuwa vimejengwa karibu kila kanda katika hii nchi yetu ya Tanzania. Sasa hii ndio uboreshaji wa elimu, na ndio maana tunapata elimu bora na matendeo yote makubwa ambayo yanahitajika shule, laboratory, vitendea kazi, vifaa vya ujenzi wa, wa, wa, wa, wa vituo vya VETA vimekuwa vingi na vile ndio ambavyo vinaleta manufaa na upeo mkubwa katika sekta hii mpya ya elimu. Katika zoezi hilo, afisa elimu taaluma wa halmashauri ya jiji la Tanga Bahati Onesmo amesema serikali itasaidia bodi kuhusu kusimamia utendaji kazi, huku mwakilishi wa afisa elimu mkoa wa Tanga akitoa maelekezo jinsi ya utoaji wa adhabu kwa wanafunzi. Kama halmashauri na idara ya elimu sekondari, tuko tayari kuendelea kutoa ushirikiano kwa shule hii, lakini pia kuwashauri kwa sababu sisi ni taasisi ya elimu ambayo tuna wajibu wa kusimamia na kushauri. Tuko tayari kufanya, lakini katika kumfukuza mwanafunzi shule ni lazima muite kikao cha mzazi, kama ni wazazi, kwa ajili ya kusikiliza pande zote, na mzazi wakati mnatoa maamuzi lazima ajue maamuzi mlio yatoa, sio mnamfukuza mtoto shule, mnampa barua nenda nyumbani, hapana mzazi lazima aitwe kwenye hicho kikao cha kumfukuza mtoto shule, na lazima muangalie taratibu zote zimefuatwa, na huyo mkosaji awe amekiri kwa maandishi. kufuatia itwa hiyo, mwakilishi wa walimu na ambaye pia ni mjumbe wa bodi ya shule hiyo Dr. Joseph Okororo amesema sekta ya elimu ni pana, kwa sababu kila mwalimu anatakiwa kujitolea ili kukuza elimu katika mkoa wa Tanga. Wajibu wetu sisi kama wataalamu na wadau wa elimu kuimarisha mambo yetu ya elimu kuanzia chini kabisa. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba mkuu anajua wa kidogo anashika chake naenda, kwa sababu sisi ni walimu, ni walezi. Haya mambo ya daktari ni ya juu, lakini msingi tuliovumbiwa sisi, tulioelekezwa ni kufundisha wanafunzi wetu. Kutoka hapa katika jiji hili la Tanga, ni William Mgazija,